Ni saa nne na dakika thelathini na nane asubuhi. Lengai Ole Sabaya, sura maarufu katika siasa za kanda ya Kaskazini, anawasili katika ofisi za Chama Cha Mapinduzi wilaya ya Arumeru akiwa ameambatana na mkewe Jessica Thomas. Right. Kwa tabasamu hafifu lakini hatua thabiti, Sabaya anajitosa rasmi kuwania ubunge wa jimbo la Arumeru Magharibi, jimbo ambalo linaonekana kuwa na ushindani mkali mwaka huu Gumbeta, Kauli yake ya maneno machache lakini yenye uzito. Sabaya hakutaka kusema mengi kwa sasa, lakini uwepo wake tayari umeleta joto jipya katika siasa za Arumeru Magharibi. Wow. <todicata> ninamwachia Mungu afanye kazi yake. <coughs> Sabaya ambaye aliwahi kuwa diwani wa Kata Sambasha na mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Arusha anakumbukwa kwa siasa zake za nguvu na uwezo wa kujenga hoja, sifa zinazomweka katika nafasi nzuri ya kushawishi wapiga kura wa CCM katika kura za maoni namwachia na Mungu afanye kazi yake okay. Mbarikiwe sana lakini mbwesema... Jimbo la Arumeru Magharibi lina kata ishirini na saba na zaidi ya wajumbe elfu kumi na tatu wa Chama Cha Mapinduzi wanaotarajia kupiga kura kumchagua mgombea mmoja pekee wa chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu hapo mwezi Oktoba. Watu wanatamani kusikia neno moja kutoka kwako, changamoto yote Yes, anasema anamwachia nangu, Mungu afanye kazi yake. Mungu awabariki sana. Aprili elfu mbili na ishirini na tatu baada ya kuachiwa huru na mahakama ya kufuatia mashtaka saba, yaliyokuwa yakimkabili yakiwemo ya uhujumu uchumi, matumizi mabaya ya madaraka na kuongoza genge la uhalifu, Sabaya aliibukia katika ibada kanisani, hatua inayotafsiriwa na wengi kuwa mwanzo wa safari yake mpya ya maisha na labda kisiasa. Natangaza kwenye madhabahu hii maneno mengi yalizungumzwa, watu wengi wakadhani wakadhani pengine nimewakosea watu wengi, waka, wengine ambao hata siwafahamu nao wakanunua yale maneno wakisema, Sabaya ni mbaya, wakatengeneza cheni kubwa kwa kadiri wanavyoiweza. Nimesimama kwenye madhabahu na kusema kama kuna mtu yeyote nimemkosea, na kwa moyo wake wote anajua nilimkosea yeye, mbele za Mungu namwomba anisamehe. <coughs> na mimi nasema mbele ya Mungu anaishi hapa, kama kuna mtu yeyote anadhani alinikosea, iwe shahidi, iwe kutengeneza kesi yoyote, iwe alinisingizia iwe alinisemea uongo popote, nimesema leo kwa kibali cha Mungu, nimemsamehe. Ujio wa Sabaya sasa unaongeza ushindani katika jimbo hili ambalo linashuhudia wagombea wengi wakijitokeza. Ni wazi Arumeru Magharibi linazidi kuchangamka. Mimi ni Dickson Busagaga na hii ni Clouds TV.